Mteja wa biashara pro, sasa tunaenda kuona jinsi gani ya kufanya mauzo katika mfumo wetu hapa. Hii ni mara baada ya kuongeza bidhaa au huduma kwenye mfumo. Sasa tunaenda moja kwa moja kuona jinsi gani ya kufanya mauzo ya bidhaa. Tuna click kwenye vitendo vya haraka, sehemu ya uzaji mpya, au kwa chini kabisa unaweza ukaona sehemu pameandikwa uza. Kwa hiyo kuna click hapo au kwenye uza hapo chini au pembe tatu kwa juu, hapo utaona sehemu pameandikwa uza. Vile vile ni sehemu moja hapo ya kwenda ku, kwenye post yetu kwa ajili ya mauzo. Sasa hapa kwa juu kabisa utaona e, kama mna mteja wako wa kila siku ambaye unahitaji kutunza kumbukumbu zake kwenye mfumo, tulishaona kwenye video iliyopita ni jinsi gani ya kufanya uh, kumsave mteja. Halafu baada ya hapo unakuja na kliki kumtafuta jina lake otherwise kama ni mteja wa kupita, mteja ataonekana hapa kama walk in customer. Kwa hiyo tuashum kama mteja wetu si na kila siku bwana James, tumemchagua hapo, alafu tunakuja kwenye uzaji wa bidhaa, kwa sababu sisi tumesema tunauza bidhaa leo na kingine tunaona jinsi gani ya kuuza. Tarehe hapo, utachagua tarehe ya mauzo. Tarehe unaweza ka backdate kama ni mauzo ya siku za nyuma, au otherwise kama ni ya siku ya leo, unaweza ka set siku ya leo, kaiacha tu ilivyo. Hapa ni sehemu ya punguzo, kama mteja huyo umemfanyia discount yoyote, otherwise itabidi uje kwenye sehemu ya kutafuta bidhaa na kuuza. Kwenye kutafuta bidhaa hapa tuna either, kuna njia mbili kwa kuscroll, kama navyofanya hapa kwenye simu unavyoona, na scroll, au unaweza ka search kwa kutafuta bidhaa usika, labda tunasema bag pack. Tafuta hapa, bag itaonekana hiyo hapo. Moja nikiadi hapa, inaenda moja kwa moja kwenye kikapu huko chini na mara baada ya ku add hapo, utaona na total amount ya hizo bidhaa ambazo unaziuza. Mfano, kama unauza bidhaa zaidi ya mbili tatu, unaweza ukaja uka edit hapa, ukaongeza namba yoyote. Ukiongeza namba na kubonyeza pembeni kidogo amount, utaona inaongezeka kwa kuwa calculator itajiki, utakuwa unafanya, inafanya yenyewe system. Kwa hiyo tunakuja kwenye maelezo ya malipo ambapo tuna click uza. Tutakapo click uza tunategemea sasa mfumo ukuulize kiasi kilicholipwa ni hicho na njia ya malipo ni njia gani ambayo imetumika huyo mteja analipia. al, al, al, sisi tunawashumu mteja wetu amefanya malipo yote kikamilifu, kwa hiyo ni jumla ya shilingi elfu ishirini na sita tumeipokea mkononi, na njia ya malipo hapa, mteja alikuja na cash mkononi, kwa hiyo tuna click cash, alafu tunauza. Mara baada ya kuuza tunategemea mfumo wetu hifadhi hizo taarifa za mauzo. Baada baada ya kuklik uza, tunasubiri kidogo hapa, mfumo unakuja kuleta transaction au risiti, ambapo tunaona risiti yetu ikiwa ina mauzo na ikiwa ina total amount na kiasi kilicholipwa ambacho ni paid, ni elfu ishirini na sita. Kwa hiyo mteja adaiwi chochote, kwa hiyo balance ni sifuri. Mara baada ya kufanya hivi unaweza kudownload receipt na kumtumia mteja kama atahitaji, au otherwise utakuwa umemaliza mauzo yako, na mwisho wa siku ukirudi kwenye dashboard utaweza kuyaona mauzo ya siku ya leo yanaongezeka, kwa sababu tumefanya mauzo muda sio mrefu, na tunategemea kwamba siku ya leo tulichagua kwao mauzo. Hapa tunaona ni elfu ishirini na sita na ndio mauzo ya leo. Asante.